Hivi hivi, ni labda nikikuuliza swali la fasta fasta, ni changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye kune biashara ambayo huwezi kuisahau, lakini ilikuumiza, lakini ilikuongezea nguvu, ndio fanyiabaajaeutlakiniamambo wateja wamepunguaaaakieleweki. Ili kufanya uendelee kupambana kwao, hapo ulijifunza nini? Hutakiwi kuiacha biashara yako, sio? Hutakiwi kukaa mbali, ufike uiya, kweli kabisa siku sioni kama duka ni chafu, nikuta ni chafu, mama shofu siyaelewi. Sasa hivi nimeenda kila kitu naona kifai, vumbi kila mahali <laughs> najuta, kama mwenyewe nakereka hivi, mteja ataingia? Ya kweli hawezi kuingia, ujue mtu anapenda usmati, lakini wewe ndio mbeba maono. Mm, utakiwa kuwa mbali na biashara yako. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa. Tunakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante sana.